Mchezo ya aina hii umekutana nayo mara kadhaa, lakini sasa unapewa jukumu la kukiongoza kikosi kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa Queens, nusu fainali ya kwanza, mambo yakoje kwenu wachezaji na mnaingiaje kwenye mchezo wenyewe? ya cha kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tunamshukuru kwa sababu wachezaji wote wako vizuri, wamepata maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu na tumejiandaa vizuri ko kikubwa tunamwomba Mwenyezi Mungu dua zake kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya kama wachezaji. Kwa the way ambayo tumejipanga kama wachezaji, tunaamini tunaenda kupata point tatu. Mwingi wachezaji wanaamini kwamba alama tatu wanazipata kwenye mchezo dhidi ya Shujaa Queens, uh, kesho kwenye nusu fainali ya kwanza uwanja wa KCC kwa

Kwa maswali yako yote mawili naweza nikajibu kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, na unapokosea mwenzako ni lazima atumie nafasi pia. Mchezo wa mpira miguu ni mpira wa maandalizi, so unavyojiandaa vyema ndivyo ambavyo utakaperform vyema. So tunaamini msimu huu hapa tuliteleza nyuma, lakini sasa hivi tumejipanga tena upya na tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Amshmhaaya, asante kwa swali lako lakini kiufupi tu kwa sababu unaona kidogo haliko kwangu mimi kama mchezaji. Kiufupi tu ni kwamba sisi ni wachezaji na ni waajiriwa, so sisi, mwalimu yote anayekuja mbele yetu ni lazima tutii na tumheshimu kwa yale ambayo atatuelekeza. Asante Ester, uh, kwa maelezo hayo ya kuelekea kwenye mchezo dhidi ya mashujaa Queens, lakini michezo hii ya ngao ya jamii ambayo, uh, wewe si mgeni katika michezo hii, uh, kwenu wachezaji inawasaidia kwa namna gani na mnaionaje ngao ya cha kwanza kabisa ni mashindano ambayo yanatupa mwanga kwa kulingana na kuelekea katika msimu wetu wa ligi na pia ni mashindano ambayo yanaupa yanatupa utayari wa namna gani ligi ambavyo inakuja. So ni mashindano mazuri na yanaandaliwa vizuri, tunachoomba tu ni mzidi kuboresha ya. Asante sana uh, Esther Mayana Kibo a uh. Asante Kocha Abdul Nasir Ahmada na kila la kheri kesho kwenye mchezo wenu dhidi ya Mashujaa Queens. Asante.